Na kama utafanya lolote baya, basi utaenda polisi na mimi sitohusika. Mimi nimekuelewa, sitofanya jambo lolote lile, wala sitomzuru mtu yoyote. Nachohitaji mimi ni mwanangu tu basi, sitofanya kitu chochote kile na kwaidi

Kaa kimya kimya, taka upige kelele, una vitu vingine hapo, una kingine <tipiye> una vingine taka chini, fumba macho, fumba macho <tipi>

Nimekuita hapa kwani shoga yangu kama dada yangu mimi. Huyu mwanaume wangu Mzee Dole alivyokuja kunichumbia hakuniambia kwamba yeye ni, ni mganga. Kanichumbia, kanitolea mahali, kanioa, lakini kumbe shoga yangu, yule mwanaume ni mganga. We Mzee Dole mganga, ni mganga hadi mimi mwenyewe. Hey! Hey, umenichusha. Kwanza hizo taarifa nilikuwa sina. Mbona ni mkaka insamboy kiasi kile? Yaani huwezi kuamini kabisa kuwa ni mganga. Halafu mimi kwetu shogangu, hani mambo ya uganga na sisi hapa tofauti kabisa. Mimi <coughs> kwanza hapo naomba tu nikuulize swali. Wewe binafsi unampenda mume wako? Maana nisianze kutoa ushauri kumbe mwenzangu tena mahaba indi indi na mume wako. Maana kama humpendi mtu ni bora tu kama ningekuwa ni mimi ningeachana naye mimi. Ushauri wangu ni bora tu uachane naye, ila kama unampenda. Ah buheli, shoga yangu, shoga yangu, mume wangu nampenda, ndo maana nishi naye lakini, sasa hili swala la uganga ndo linanichanganya. Lakini mi ninachozani, ndoa ni watu wawili tu, wewe pamoja na mume wako. Kwa hiyo kama mmeliziana aka ah, alina shida. Sasa shoga yangu, sasa mi ntawambeja wazazi wangu kule nyumbani, kumbe huyu mwanaume ni mganga, watanionaje na watanichukuliaje? Hmm, pole sana. Maana hapo kuhusiana na swala la wazazi hapo, kweli kipengele. Mi nimesha kushauri, kazi kwako. Lakini kama unaweza labda, nenda kadange mtafute vyeji helahela, labda ukisha mtafuta kibiashara, anaweza akaachana na huo ganga. Lakini kama na hiyo pia unaona kwako haiwezekani, shogangu, mi sina cha kushauri hapo tena. Wewe kazi kwako, akili kichwani kwako Utajua wewe sasa hapo unafanyaje, lakini udugu wangu hiyo mm, mm. Changamoto sawa. so, shoge yangu, mimi nimekuelewa, ngoja nijitahidi, nikishindwa nitautena kwako. Haya, hapo udugu wangu, sinaona kijimfuko hichi tena nimeweka vimboga mboga. Um, naenda kupika nyumbani kwangu. Karibu shoga yangu, nipo nafanyafanya mambo ndani huko. Haya, poa bai po, karibu shoga yangu. Babu vipi, mbona kama hivyo? Yaani unakuja kubia kutoa taarifa na nini babu, ningengetu ndani kwa watu nini? Shida kuna nini? Yani usiogope, nimeona ni kijana jasiri sana. Tunaweza kushirikiana kwenye kazi yangu. Wewe una kazi gani ya kunipa wewe? Yani wewe kazi gani ya kunipa mimi? Nifanyi mi na wewe kazi gani? Sikia, sisi wachawi Hatuhusi kutumia nguvu zetu kwenye kuiba. Nataka tushirikiane kwenye kuiba. Nataka nikupe nguvu zangu za kichali kwenye kuiba. Ikurahisishie kazi yako. Koyo, kwaani, yote, pae, kwa hiyo unakuniambia kwa yani, ukinipa hizo nguvu yani mimi naweza nikaingia sehemu yoyote ni kokote pale na watu wasinione. Nikaingia kwa mzee Mkangala, pale nkazama ndichi nikatoka na vitu. Kwa mzee Shirima, pale mzee Shombe, yaani nikazama ndani nikatoka na vitu. Apo kama mangi ndani dukani pale ngazana ngatoka na na michuzi kama yote, si ndio? Alafu na watu wasinione yani. Ndio. Ako mangu mecheza. Ah. Kita kama mapeli yani, kama anajiona yani na huyu yani, kama invisible man yani kwenye picha la nani yani, na zama huko zama huko, afu ndichi fresh. Kwanza sikiliza. Mimi ndaka kitu kimoja tu wangu, tuelewane au sio? Hiyo kwangu mimi haina shida Kituki?

Yelehele tu, kumbe ni kepesi kama karatasi. mm. Kusoma kwa sasa ni mtihani, maana nashindwa kuelewa ni chaguo lipi ni yachelipi bado namhitaji mke wangu, lakini pia watu wanaohitaji msaada wangu. Kipi inatakiwa kufanya kwa sasa, ikiwa nina machaguo mawili mbele yangu? Mbona ni mtihani? Ah. Hiyo uliona kwamba mi unaweza uwe kunikimbia au vipi? Sasa ina maana gani ya mimi kunisumbua namna hii, makusumbuana kama hivi, nige mali zangu mnisepe Nije mali zangu nisipe, babu. Mbona hivyo? Nitakuzungua babu, nitakuchawisha mwanangu. Mtoto wa kiume unatembea na simu tunataela, au vipi? alafu ukikaa kijiweni unajiona wewe mtoto wa kiume ma, au vipi? Kwa hiyo sikiliza. Siku nyingine yani. Ukiniona ukutana na mimi yani. Mwenyewe utajua chochote ulichonacho nacho yani. Mwenye wewe mwangu ujipige sacho unipe vitu vyangu. Sitaki kusumbuana yani. Tusisumbuane kama leo jinsi ulivyonisumbua. Umenielewa sijui? Leo kaka kaka mkubwa msiwezi kusumbua ikikola nakupa pesa zangu. Nakupa pesa kiasi gani unacho? Nakupa yangu. Kudugu ah, wangu, mambo mzima oh? Ni mzima, sijui wewe. Safi za kwako? Vizuri. Shoga wangu umeadimika, hivi upo kweli kweli? Mbona nipo, sema harakati za maisha tu, shoga wangu hmm. kweli harakati za maisha maana naona hata nyele muda kusuka huna ndo? hmm. Kama unavyoona hii. Hey, vipi tena? Mbona kimfuko cha Magufuli, safari ya wapi? Hapa naelekea dukani, nenda kumnunua mahitaji maana ameisha. Dukani huko kwa nani unakunua vitu? Ndugu yangu naelekea kwa Yuzo. Wewe bado unanua vitu kwa Yuzo? mmm -hmm. Mbona unashangaa? Wenzio wote hapa mtaani tumeandamana. Hatununui vitu tena kwa yuzu. Kwa sababu yule baba inasemekana kuwa ni mchawi. Sio tu mchawi ni chuma ulete. Eh. Yeah. Uh -huh. Yani unaweza kununua bidhaa. Unafika nayo nyumbani hakuna chochote ulichonunua. Unaweza kaenda na pesa yako vizuri au ya akakurudishia change. Unafika nyumbani pesa hakuna. Kwa hiyo sisi wote sasa hivi hatununui vitu kwake. Mm. Ili swala linaweza likawa ni kweli. Kwa sababu kuna siku hata mimi nimeenda kununua kitu pale, yaani nimenunua kabisa kitu yani, na hakika nimeondoka nacho, lakini nilipofika nyumbani kile kitu sijakiona. alafu istoshe, pia alinipa, alinirudishia chenji, lakini zile hela na zenye zilipotea kwatu. sijui zilipotelea wapi mimi hmm. Si unaona, sasa. Wewe mwenyewe kumbe taarifa unayo au ushawi kutokewa na hilo jambo? Haya. Kwa nini tena unaenda kununua? Shoga yangu mbona kama unanitishi halafu kwanza, hivi chimbo ya kununulia vitu liko wapi? Maana ili ndo duka pekee ambalo lipo karibu na tulikuwa tumewizoea. Shoga angu, sasa hivi kuna duka, kuna mkaka mmoja huyo, anaitwa Dula, anajeza watu, kila unachokitaka unakipata, ndugu wangu. Lakini uko unakoenda? <laughs> sikushauri hmm. Ah, shoga yangu, mi ngoja niwahi nikanunua mahitaji Aa ah, poa. Na mimi subiri niende hivi nikawashukua watoto shuleni, sinajua tena muda huu. Naelewa shughuli yangu. Haya, ah, bye. Badanta, mambo shwari? Haya, ndio muda wa mkutano. Sasa hivi, kila kitu kipo humu ndani na uhakika, angalia mwenyewe. aba fresh yani, kwambi kitu sisa yai kazamini, kushukuru sana a, yaani kushukuru sana sana sana. Yaani wezikwa kuamini yani, hizi nguvu ambazo umenipa <laughs> yaani ni babu kubwa. Yaani babu kubwa. Yaani nasema mimi sisumbuki tena. Sasa hivi yani. Kiulaini. Yaani kiulaini kabisa. Ninajilia kiulaini. Yaani huwezi kuamini yani. Kuna boy yani. Alijipindua kidogo tu yani. Nikachukua ni, ni mizigo yangu kirahisi kabisa yani. Sikutumia nguvu yani. Nichap kwa haraka tu yani. Nikachukua mizigo yangu nikatembea. Yaani nikwambia kitu sasa sister. Kwa kuwa ni leo nimefurahi sana yani. Yaani sana nimefurahi sana yani. Na ndio maana kwa nini kutumia hizi nguvu, wa dada. Asilimia 100 zote yani. Chukua wewe yani. Afu mgao mwingine ukija, akamshinda mwingine ukija, hapo ndo tunajua sasa. Na vipi vile vile, huwezi kuamini mpaka kitu uone ufanye, ndio unakuwa nacho na ni makini. Kwa hiyo nimeona hiyo sister. Ah, sasa hivi nishende tu, yani nikupita kubaruza tu, napita nabaruza tu nikiwa kona konani, mpaka ataelewa mtaani huo. Basi sawa, siku nyingine kikwambia kitu, wewe unaniamini, haina noma mimi. Shale hivi juu, basi nikasangalaya, uwe poa.